Bandari ya Mombasa na sasa ile ya Lamu katika ukanda wa Pwani, ni rasilimali muhimu sio tu kwa ukanda huu wa Pwani, bali kwa Kenya na mataifa ya ulimwengu kwa ujumla. Hata hivyo, lakini bado kuna mapungufu katika matumizi ya rasilimali hizi muhimu katika kuboresha uchumi wa kikanda, lakini pia kwa manufaa ya wenyeji. Licha ya uwezo mkubwa wa bandari ya Lamu, wadau na wawekezaji wanahisi juhudi nyingi zinaelekezwa bandari ya Mombasa badala ile ya Lamu iliyo na manufaa zaidi. Mwanahabari wetu mjini Mombasa, Collins Adede anaangazia bandari hizi za Mombasa na Lamu, manufaa na changamoto zake. Bandari ya Mombasa ni mojawapo ya rasilimali muhimu kwa taifa la Kenya. Inachangia katika uchumi wa taifa la Kenya, ajira kwa Wakenya, huku ikiunganisha mataifa kadhaa ya Afrika Mashariki yasiyokuwa na bandari. Miaka kadhaa imepita, ambapo bandari hiyo imepanuliwa kutokana na mkopo kutoka Japan. Upanuzi huo umeipa bandari ya mombasa uwezo mkubwa wa kushindana na bandari zingine za Afrika. Vifaa vya kisasa vimenunuliwa, utoaji huduma ukiimarika kwa kiwango kikubwa, na sasa ina uwezo mkubwa. Huduma hizo zinatolewa katika mifumo ya kisasa ambayo pia inakabiliana na ufisadi. Takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na nne zinaonyesha bandari ya mombasa imeshughulikia zaidi ya makasha milioni mbili ya humu nchini na makasha milioni nane yaliyoagiziwa na mataifa mengine ya afrika mashariki.

Uchukuzi wa reli ya kisasa SGR pia umeimarisha uwezo wa bandari ya Mombasa, maana mizigo inapopokelewa husafirishwa moja kwa moja kuelekea bandari kavu za Nairobi na Naivasha. Hatua hii imekabiliana na tatizo la msongamano wa makasha uliokumba bandari ya Mombasa miaka kadhaa iliyopita. Ingawa hivyo, wadau kadhaa wanadhani ni wakati serikali ya Kenya kuelekeza nguvu zake kuimarisha bandari ya Lamu. Maur Bwanamaka ni mjuzi wa maswala ya bandari, kutokamana na kwamba kuna kipengeo kimoja muhimu katika sekta nzima hii ya ya biashara ya bandari ambao kinachoitwa transshipment, yaani unajenga bandari, alafu ile bandari unaiweka na ua la washikadau ambao wanaitwa kama zile zile zinaitwa ni special economic zones, yaani unasababisha kuwepo na sehemu za viwanda zalishaji vya export ambavyo vinazalisha vinaunda vinatengeneza vinajenga pasipo na kulipa ushuru, ima tu kama pale wanapotaka kuuza bidhaa zao hapa nchini iwe ndo wanakuwa na shurti ya kulipa ushuru. Sasa ikiwa sisi wa Kenya tutaweza kusherehesha bandari ya Lamu kama transshipment hub ya Afrika, basi bila shaka itabeba biashara yote katikati ya Dabani na Potusaidi na mbali ya hilo iko pahali strategic ika katika kutokana kwamba iko katikati ya Egypt na Dabani alafu, iko katikati vilevile vile na mkondo wa India na Sri Lanka. Kwa sasa bandari ya Lamu chini ya mradi mpana wa Lapset ina gati tatu zilizojengwa tayari kutumika pamoja na kreni za kisasa za kupakua na kupakia mizigo na shehena aina mbalimbali kwenye meli. Wafanyi biashara wanasema bandari ya Lamu inaweza kuinufaisha Kenya ikiwa itatumika na kampuni kuu za usafirishaji wa meli kuhudumia bandari zingine za Afrika, huku ikiunganisha Afrika na mabara mengine. Bandari hiyo imekuwa ikitumika sana kusafirisha mifugo kuelekea mataifa ya Mashariki ya Kati, lakini katika jitihada za hivi karibuni, Ethiopia imeitumia bandari hiyo kupokea zaidi ya tani elfu sitini za mbolea. Ethiopia ambayo haina bandari inatarajiwa kuitumia bandari ya Mombasa kuimarisha uchumi wa taifa lake. Dr Girma Amente ni waziri wa kilimo nchini Ethiopia. Given the size of our Volume of agricultural products export and imports of agricultural inputs. We have to do our level best to make the logistics operation of the corridor feasible and cost effective. Mkurugenzi mkuu wa bandari hiyo William Ruto, anasema kuwa serikali inaendelea na mipango ya kuwavutia kampuni za kusafirisha magari ili kutumia bandari hiyo ya Lamu.

Mwaka elfu mbili na ishirini na moja Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alizindua barabara ya Lamu Garseni iliyokusudia kuimarisha uwezo wa bandari ya Lamu, lakini matukio ya mafuriko ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili elfu mbili na ishirini na tatu yaliharibu barabara hiyo ambayo sasa inahitaji ukarabatiwa upya. Wakati huo huo, Kenya inatumia jeshi lake kuimarisha usalama katika eneo hilo ambalo limekumbwa na visa kadhaa vya mashambulizi kutoka kwa kundi la kigaidi Al-Shabaab. Ukosefu wa barabara imeifanya Lamu imekosa kuwavutia wafanyabiashara, ingawa serikali inajitahidi sasa kukamilisha barabara ya kilomita elfu moja mia tano kutoka Lamu Garisa hadi Moyale mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Ingawa hivyo wananchi wa Pwani wanahisi hawajahusishwa kikamilifu katika kusimamia na kunufaika moja kwa moja kutokana na rasilimali hizi. Khalif Khelif ni mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri. hii bandari haitufai sisi jambo lolote, na haituhusishi jambo lolote. Hii bandari inayoendeshwa Nairobi. County government of Mombasa must have a say in this port and this can be done ikiwa kuna ushirikiano baina this county uh, members of the S civil society and residents of Mombasa we must push to have a say in this port, kwa sababu hii port inakaa hapa inatuletea gharama kubwa sana, na uh, uh, central government haitulipi uh, kitu chochote. COCO FM ladha ya Pwani.